Hii ni safari ya mwisho ya Charles Hilary. Mwili wake ukifikishwa katika ardhi aliyozaliwa. Alitoka katika familia ndogo kisiwani hapa. Kwani baba yake mzazi alikuwa afisa wa polisi aliyekuja Zanzibar akitokea Morogoro, Tanzania bara. Maisha yake ya kiroho yana msingi katika kanisa hili la Kianglikana. Hapa ndipo alipobatizwa na pia alikutana na mke wake Bisara Hilari, na hapa hapa ndipo wakafunga pingu za maisha. Na sasa safari yake ya mwisho hapa duniani inapita katika kanisa hili kuombewa kabla ya mwili wake kuwekwa katika nyumba yake ya milele. Katika maisha yake yote aliyoishi hapa Zanzibar, basi alikuwa mhudhuriaji mzuri wa kanisani. Na mara nyingi alikuwa anahudhuria ibada ya mwanzo ndani ya kanisa letu. Tuna ibada ibada nne, lakini alikuwa anahudhuria ibada ya mwanzo yeye na mke wake. Lakini pamoja na hivyo, alikuwa ni mtu mcheshi, mpenda watu na mshauri mzuri tu. Kama pengine kuna jambo hili na hili, na tunakuwa na mashaka nalo, basi anatuweza kutusaidia kanisa na kutushauri. Ingawa Charles Hilary almaarufu Mkwanga alizaliwa Zanzibar, maisha yake ya shule na kikazi yalikuwa upande wa bara, lakini pia alipiga hatua zaidi akawa mtangazaji katika redio za kimataifa akianzia DW nchini Ujerumani na kisha BBC London Uingereza. Kote alikopita alikuwa ni mtu wa watu, mcheshi, mchangamfu na mwenye bidii na uweledi wa kutolewa mfano. Hawa ni baadhi tu ya wenzake aliyofanya nao kazi katika idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Hakika naweza kusema kwamba kifo hakina huruma. Sina cha kuelezea Charles Hilary Mkwanga bundes members. Kwa kweli, ulikuwa ni kaka mcheshi, mwenye upendo, mwelekezi, mtu wa furaha wakati wote. Charles lala salama, ndugu yangu, hadi tutakapoonana tena. Namkumbuka Charles Hilary kama mtu mcheshi, mtu ambaye alikuwa anapenda sana utani na nakumbuka nilipofika hapa uh, alikuwa mwelekezi wangu na mwalimu wangu hasa katika masuala ya kuandaa taarifa ya habari za ulimwengu na pia kuisoma studio. Wakati mwingine kama kijana mdogo, nilikuwa naja na kazini nikiwa kidogo nimehuzunika kidogo, kwa sababu kuna mambo yanisumbua ya kibinafsi na kifamilia, na angekuja kuniambia mzee wa changamoto Halafu naanza kucheka. Basi kuanzia pale, atazungumza, tutacheka mpaka ile hali ambayo ilikuwa anaipitia na naisahau kabisa na maisha yanasoma. Katika makaburi haya ya Mwanakwerekwe ndipo ambapo mwili wa Charles Hilary utalala kwa ajili ya safari yake ya milele timiza. Zaidi ya miongo sita ya safari yake ya hapa duniani, Charles Hilary ameacha alama kwa taifa lake la Tanzania kupitia sauti yake ya kipekee wana michezo na waandishi wa habari, wasikilizaji watamkumbuka kwa mtindo mbalimbali ya madaha katika fani ya utangazaji.